D uh, yes. Uh, yes. Kwanza, kwa e, kwanza safari ya kwanza tulipokuwa tunaenda Rwanda kiukweli, mwitikio haukuwa mkubwa sana kulingana na logistics za safari ambazo zilikuwa zimeandaliwa mwanzo, lakini kwa sasa nataka kuwatoa shaka mashabiki wa Singida Black Stars ni kwamba kila kitu kiko vizuri na mwitikio wa mashabiki ni mkubwa. Eh, mashabiki wengi wamejitokeza kutoka sehemu nyingi nyingi za Tanzania, unajua Singida Black Stars na mashabiki maeneo yote ambayo yako hapa Tanzania. Nimepokea simu kutoka Zanzibar, nimepokea simu kutoka Tabora, nimepokea simu kutoka Mbeya, lakini nimepokea simu kutoka Iringa, karibu mikoa mingi sana ya Tanzania wanahitaji kusafiri na Singida Black Stars. Kwa maandalizi ni mazuri na mwitikio ni mkubwa zaidi kwa ma... kwa washabiki wote wa Singida Singida. Black Stars tuseme ndio timu ambayo ina mashabiki wengi sasa hivi, ah kwa sasa hivi hmm, kwa e, takwimu tulionayo, kwa sasa tuna zaidi ya mashabiki milioni kumi. Ee. No, ah, najua hii ni, ni ofisi moja zungumzia Masanza ni bosi wangu, si ndivyo? E, takwimu hiyo hiyo ambayo nini kinacho ke, ambacho kipo. Tuna idadi kubwa sana, nyingi, nyingi, nyingi sana ya Flambeau aakiukweli uh, haraka, haraka, uh, ah, timu yangu ni nzuri eh. Siku zote huwa wanasema tuna timu nzuri, lakini mpira una matokeo matatu siku zote, kuna kufungwa, kutoa sale na kushinda, si ndivyo? Huo ndio mpira ambavyo upo, lakini kwa timu ambayo niko nayo ni timu nzuri ambayo inaweza kushindana na timu yoyote hapa Afrika koo. Tuko tayari kupambana kwenye kombe la shirikisho, na tuko tayari kwenda kushindana dhidi ya Flambeau. Tunajua Flambeau ni timu kubwa pale nchini Burundi. E, hivyo na, tuko na tazali zote na kila kila, nadhani kila, ki, na, kwenye technical mambo yako vizuri huko, siwezi kuzungumzia kiufundi, mimi niko upande wa mashabiki ambao niko na ratibu hii safari kwa, najua sisi kama mashabiki tutaenda kuwatia nguvu wachezaji wetu. Idadi ni kubwa, watu ambao wanaohitaji wanao safari kwenda, lakini nawaambieni, vigezo ni vile vile ambavyo tumevitaja tume, tume mara zote kwamba shabiki yote ambaye anahitaji kwenda na sisi basi awe na passport, ambayo itamruhusu kuingia nchi ya Burundi, lakini awe na vile vigezo ambavyo vingine ambavyo tulivitaja, kwa mfano tuliitaja habari ya malazi pamoja na chakula. Hivyo shabiki mwenyewe aweze kujikimu na na hizo gharama zote, lakini maandalizi yote so, so ya no gari limeshajaa kaka. Tumepokea idadi ya watu wengi, tumepokea idadi ya watu wengi, lakini wale ambao wana vigezo vya haraka ndio ambao tutakwenda nao kwa sasa. Tumepokea idadi ya watu wengi kwa sababu gari yetu inabeba watu hamsini, umeona, lakini tumepokea zaidi ya watu mia mbili mia tatu huko lakini wale ambao watakuwa na vigezo vya haraka hivi ambavyo vinahitajika, si unajua utaratibu ambao tunaenda nao kwenda nchi ya watu, tunahitaji kukamilisha maandalizi yote tukiwa hapa hapa kwetu Tanzania. Jambo ambalo natamani kuambia natamani kuambia watu eh, wakazi wetu na wananchi ambao wako pale Bujumbura wa Tanzania wenzetu ni kwamba timu yao kutoka Tanzania inakwenda ina pale Bujumbura, hivyo watu wote tunawakaribisha sana. Unajua kuna watanzania ambao wanafanya biashara zao kule, wako wanafunzi ambao wanasoma kule, viko vio ambao wana, wana view wako kule Bujumbura, hivyo tunawakaribisha sana wa Flambeau tunawakaribisha sana, najua. Na kwa sasa pale Bujumbura inasemekana Flambeau e, wana dabi yao, na ni dabi kubwa sana pale Bujumbura, hivyo nayo wale wapinzani wao tunawakaribisha ili waje watusapoti.